Irani yarusha duru nyingine ya makombora dhidi ya Israel, na milipuko ikisikika katika miji ya Irani kwa maana ya Teheran na miji yake kadhaa. Unachokiona hapo ni moto ukiwaka baadhi ya maeneo ya miji ya Israel, ambako kwa kiwango kikubwa mji wa Tel Aviv umeharibiwa vibaya, na ndio moto unaonesha hali ilivyo mbaya zaidi, huku majengo na mazingira mengine yakiharibiwa vibaya kutokana na kisasi cha Irani kwa nchi hiyo. Yes, ni siku ya pili ya kurushia na makombora, huku Irani ikifanya wimbi la mashambulizi ya tano kuelekea katika miji ya Israel. Irani ilirusha usiku wa pili wa makombora dhidi ya Israel mwishoni mwa Jumamosi, yaani kuamkia Jumapili, wakati jeshi la Israel likiendelea na mashambulizi ndani ya Teherani na mahali pengine, siku moja baada ya shambulio kubwa la Israel kwenye maeneo ya nyuklia ya Irani na kijeshi juu ya mpango wa nyuklia unaoendelea kwa kasi wa Teherani. Jeshi la Israel limesema kuwa askari wake saba wamejeruhiwa baada ya makombora ya Irani ya usiku kucha, lakini haiku kutoa maelezo wapi makombora hayo yamepiga. Jeshi la Israel na televisheni ya taifa ya Irani ilitangaza duru ya hivi punde zaidi ya makombora ya Irani, huku milipuko ikisikika katika baadhi ya maeneo ya Israel ikiwemo Tel Aviv, chini ya saa moja kabla ya saa sita usiku, wakati baraza la mawaziri la usalama likiwa linakutana na waziri mkuu wa nchi hiyo Benjamin Netanyahu. Maafisa wa zimamoto waliripoti jengo lililoporomoka kaskazini mwa Israel. Ndani ya saa moja jeshi la Israel lilisema watu wanaweza kuondoka kwenye makazi yao kwa ajili ya kunusuru maisha yao. Redio ya jeshi ya Israel iliripoti kuwa kengele zimewashwa kufuatia hofu ya kuvamiwa kwa uhasama huko Eliat, jiji ambalo liko kwenye ncha ya nyembamba ya kusini ya Israel kati ya Jordan na Misri. Hata hivyo, Irani imethibitisha kifo cha afisa mwingine mkuu wa IRGC katika mashambulizi ya Israel. Afisa huyo Hosro Hasan, naibu mkuu wa kijasusi wa kikosi cha wanaanga cha IRGC ameuawa katika mashambulizi ya anga ya Israeli, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Irani, ambapo amewaua pamoja na kamanda wa kikosi cha wanaanga cha IRGC, Amil ali Hajizaden. Taarifa nyingine ya jeshi hilo imesema rubani wa ndege ya kisasa kabisa iliyoundwa Marekani alinaswa akiwa hai baada ya kujirusha kwa parachuti katika maeneo ya magharibi mwa Irani. Kwa tukio hilo la karibuni, Irani sasa imefanikiwa kuangusha jumla ya ndege tatu za kivita za F-35 tangu Israeli ilipoanzisha mashambulizi yake siku ya Ijumaa. Kati ya ndege mbili zilizoangushwa awali, imedokezwa kuwa rubani mmoja ameuawa papo hapo, huku mwingine akikamatwa na vikosi vya Irani. Kwa wakati Irani ikitaka kumtumia rubani huyo kama sehemu ya mtego kwa Israel, jeshi hilo lilibaini kuwa kwa sasa linalenga lengo la kijeshi huko Teherani, ambapo televisheni ya taifa ya Irani ilisema milipuko pia ilisikika mashariki na magharibi mwa mji huo wa Teherani. Mashambulio makubwa ya Israeli yanayoendelea kote Irani yamewacha uongozi uliosalia wa nchi hiyo na uamuzi mgumu wa kutumbukiza zaidi katika mzozo wa vikosi vyenye nguvu zaidi vya Israeli au kutafuta njia ya kidiplomasia kwa ajili ya kutatua mgogoro unaoendelea. Wakati huo huo, taarifa zinaeleza kwamba Israeli inajaribu kupiga kila mahali sasa nchini Irani, ikiwa ni ujumbe kwa taasisi za Irani kwamba mkono mrefu unaweza kufikia kila mahali bila kujua sifa za walengwa. Waziri wa mambo ya nje wa Oman, Badri Al Busaid, amesema kwenye mtandao wa kijamii kuwa duru ya sita mazungumzo ya mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja siku ya Jumapili kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran haitafanyika. Amenukuliwa akisema tunasalia kujitolea kwa mazungumzo na tunatumai wa Irani watakuja mezani hivi karibuni. Afisa mkuu wa Marekani amesema, akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kidiplomasia, akiwataka Irani kwenda kwenye mazungumzo ya moja kwa moja kuhusiana na mpango wa kusitisha urudufishaji wa nyuklia. Nao viongozi wa ulimwengu wametoa wito wa haraka kupunguza na kuzuia vita vya pande zote. Mashambulizi kwenye maeneo ya nyuklia yamewekwa mfano wa hatari. Waziri wa mambo ya nje wa China amesema, eneo hilo tayari liko kwenye kali huku Israel ikifanya msukumo mpya wa kuliondoa kundi la wanamgambo linaloungwa mkono na Irani la Hamasi huko Gaza baada ya miezi ishirini ya mapigano kwa ajili ya kwenda kuisaidia Israel kupambana na Iran. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer amezungumza na mwana wa mfalme wa Saudi Arabia Mohamed bin Salman katika juhudi za hivi punde za viongozi wa dunia kuangazia jibu la mzozo huo. Ofisi ya waziri mkuu imesema katika taarifa kwamba viongozi hao wawili wamejadili hali ya umakini katika Mashariki ya Kati na kukubaliana juu ya hitaji la kudorora. Uingereza iko tayari kufanya kazi kwa karibu na washirika wake katika siku zijazo ili kupata azimio la kidiplomasia, taarifa hiyo imeeleza. Kwa upande wake rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwa njia ya simu kwamba Uturuki inaona mazungumzo ya nyuklia ndiyo njia pekee ya kutatua mzozo kati ya Israeli na Irani, ofisi ya Erdogan imeeleza. Kwa mujibu wa taarifa ya ofisi yake Erdogan alimwambia Trumpu kwamba Uturuki inaunga mkono mtazamo wa Marekani kwamba mazungumzo ya nyuklia yanapaswa kuendelea kutatua mzozo huo na Ankara iko tayari kufanya sehemu yake kuzuia kuongezeka kwa kasi bila kudhibitiwa. Mzozo huo pia umemfanya rais wa Urusi Vladimir Putin moja kwa moja kumtafuta rais wa Marekani Donald Trumpu kwa njia ya simu ambapo amenukuliwa akisema. Vladimir Putin alishitumu operesheni ya kijeshi ya Israel dhidi ya Irani na alionyeshwa wasiwasi mkubwa juu ya uwezekano wa kuongezeka kwa mzozo huo ambao umekuwa na matokeo yasiyotabirika kwa hali nzima ya eneo la Mashariki ya Kati, msaidizi wa Putin Yuri Ushakov alisema katika taarifa yake. Wizara ya Mafuta ya Irani pia inasema mashambulizi ya Israel yamelenga ghala na tanki la mafuta kusini mwa mji wa Tehran, na hata hivyo wanaongeza kuwa viwango vya mafuta katika bohari hizo mbili si vya juu na hali imedhibitiwa. Idara ya zimamoto ya Teherani hapo awali ilikuwa imeonya kwamba ya mafuta ya Shahrani ilikuwa hatarini kwa sababu ipo karibu sana na watu wanaoishi katika mji huo. Hazem Al Asadi, mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya kundi la Yemen, amesema kwamba wakati Israeli inakabiliwa na mapigo kutoka kwa Irani bado inaendeleza uongo ili kuunda ushindi bandia ili kuficha kushindwa kwake. Upande wa Israeli, watu kumi na wanne wamejeruhiwa magharibu mwa mji wa, wa Galilaya, ambapo huduma ya dharura ya mji huo imeeleza huduma ya dharura ya Israel, Magen David Adom, MDA inasema takribani watu kumi na wanne wamejeruhiwa katika nyumba ya ghorofa mbili huko magharibi mwa mji huo wa Galilaya. Rais wa Iran masud Pezeshkian amesema kuwa matokeo ya Israeli ni tangazo la vita, huku rais wa Marekani Donald Trump akiionya Irani mkataba na Marekani kuhusu mpango wake wa nyuklia ili kuepuka maafa zaidi. Kwa upande wa nchi nyingine za Mashariki ya Kati, mamlaka ya usafiri wa anga ya Siria imesema kuwa anga ya nchi hiyo itafungwa kwa usafiri wa anga hadi hapo Jumapili asubuhi kwa saa za huko. Nchini Israel, kundi la kutetea haki za binadamu la Israel B'tselem limeikashifu serikali yenye msimamo mkali na isiyodhibitiwa ya nchi hiyo ikieleza uhalifu wake dhidi ya Wapalestina huko Gaza na Ukingo wa Magharibi wa mto Jordani, huku kukiwa na mzozo mpya ulioanza na Irani. Katika taarifa yake imesema "Tunaionya kwamba Israeli inaweza kutumia upotoshaji wa tahadhari ya kimataifa ili kuongeza mashambulizi yake kwa Wapalestina," bitiselem iliandika katika taarifa iliyochapishwa kwenye mtandao wa kijamii. wakati mamilioni nchini Israeli na Irani wanakabiliwa na mashambulizi ya makombora Wapalestina wengi ndani ya Israeli, ukingo wa magharibi na Yerusalemu hawana ulinzi, huku jumuiya zao zikikosa makazi. Kwa upande wake, Jordan imesitisha anga yake kwa safari za ndege za kibiashara hadi ilani nyingine kutu Kutokana na majibizano ya sasa ya moto kati ya Israel na Iran, kwa mujibu wa shirika la habari la taifa la nchi hiyo. Wakati mashambulizi ya kulipiza kisasi ya Irani na Israel yakiwa yanaendelea, makombora na ndege zisizo na rubani zilionekana zikivuka anga ya Jordan na kusababisha nchi hiyo kufunga anga yake kwa muda kwa ajili ya kudhibiti ndege kuingia ama kutoka ndani ya nchi hiyo. Huku hayo yakiarifiwa, baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kukutana kwa dharura kujadili shambulizi hilo huku miito ikiendelea kutolewa kwa pande hizo mbili kujizuia na hatua zinazoweza kuchochea vita zaidi na kuliteketeza eneo zima la mashariki ya kati. Jordan, Pakistani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Ujerumani na Uingereza ni miongoni mwa mataifa yaliyotaka juhudi za kidiplomasia kupoza kitisho cha usalama katika eneo hilo. Shirika la kimataifa la kudhibiti nishati atomic, IAEA, linapanga kukutana wiki ijayo na bodi ya magavana wake mjini Vienna kufuatia ombi la Iran kutokana na shambulizi lilofanywa hii leo. Bodi hiyo awali Ilikosoa Irani kutoshirikiana na wakaguzi wake katika ukaguzi wa vinu vyake vya nyuklia. Kwa upande wake, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa kumi na nne ametoa wito kwa Israeli na Irani kuonyesha hali ya uwajibikaji katika matendo yao, wakati mzozo kati ya masimu hao wawili ukizidi kufukuta. Katika taarifa yake aliyoitoa Jumamosi, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani amesema hali nchini Irani na Israeli imezorota sana. Katika wakati ulio mgumu, Papa Leo ameongeza kuwa la kujenga dunia iliyo salama isiyo na kitisho cha nyuklia ni lazima ifanyike kwa njia ya mikutano na mazungumzo, na kwamba hakuna mtu anapaswa kutishia uwepo wa mwingine. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.